28 Bravo um, requesting permission to enter the port over. 25 Juni ya kila mwaka tunaadhimisha siku ya mabaharia duniani. Mimi ni baharia, nina wajibu wa kutunza na kulinda vyombo vya majini. Mimi ni baharia, wajibu wangu ni kufanya matengenezo na uendeshaji wa mitambo. Mimi baharia nina wajibu wa kutunza mazingira ya bahari. Mimi baharia nina wajibu wa kulinda usalama wa abiria, mizigo na vyombo vyote vya baharini. Mimi ni baharia, wajibu wangu ni kuhakikisha mawasiliano ndani ya meli na nje ya meli. Mimi ni baharia nina wajibu wa uokozi pindi inapotokea majanga baharini. Kauli mbiu ya mwaka huu 2025 ni bahari yetu, wajibu wetu, fursa yetu. Heri ya siku ya mabaharia duniani! Heri ya siku ya mabaharia duniani. Heri ya siku ya mabaharia duniani elfu mbili ishirini na tano! Heri ya siku ya mabaharia duniani! Tunapenda kuwatakia mabaharia wote heri katika siku yenu hii muhimu tunajivunia umahiri na mchango wenu katika maendeleo ya jamii na uchumi wa taifa letu.